Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City, tuliyokuandalia hii leo. Kutoka Umoja wa Mataifa, mkutano wa tabia nchi ukiendelea nchini Brazil, Afrika wazungumza kwa kauli moja kueleza yale wayatakayo. moja ni kuhakikisha kwamba nchi za Afrika zinakuwa na umeme wa kutosha. Je, wewe unatumia vipi neno upungufu? Basi salia nami hadi mwisho kwenye kipengele cha jifunza Kiswahili. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 18 ya mwezi Novemba mwaka 2025, siku ya kimataifa ya kuzuia na kuponya waathirika wa ukatili wa kijinsia unyanyasaji na vurugu utotoni. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi, kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ambao hii leo unawasilishwa kwako na Arnold Kayanda. Karibu Arnold. Asante Lea. Umoja wa Mataifa umekaribisha kupitishwa kwa azimio namba 2803 la Baraza la Usalama kuhusu Gaza hapo jana, ukilitaja kuwa hatua muhimu katika kuimarisha usitishaji mapigano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezitaka pande zote kuheshimu kikamilifu makubaliano hayo na kutafsiri kasi ya kidiplomasia kuwa hatua ya dharura na za wazi kwa watu walioko katika eneo hilo. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa Guterres, Stephane Dujarric, amesema Umoja wa Mataifa umejizatiti kuongeza misaada ya kibinadamu na kuunga mkono jitihada zinazoelekezwa katika hatua inayofuata ya usitishaji mapigano. Katibu mkuu pia amepongeza juhudi zinazoendelea za kidiplomasia za Misri, Qatar, Uturuki, Marekani na mataifa ya Mashariki ya Kati, akisisitiza haja ya kusonga mbele kuelekea mchakato wa kisiasa wa kufanikisha suluhisho la mataifa mawili. Azimio hilo lililopitishwa kwa kura 13 linalenga kuanzisha bodi ya amani na kuundwa kwa kikosi cha kimataifa cha kuweka utulivu Gaza. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, hali ya kibinadamu katika majimbo ya Kivu kaskazini na kusini bado ni tete. Mkurugenzi wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ukanda ya Afrika, Patrick Yosef, ambaye amerejea hivi karibuni kutoka DRC, amewaeleza waandishi wa habari jijini Geneva, Uswisi, kwamba raia wa DRC wanaendelea kubeba mzigo mzito hata wakati shughuli chache za kibiashara zikiendelea kurejea Goma. Ametoa tahadhari kuwa mgogoro huo unakabiliwa na upungufu mkubwa wa ufadhili, ukatili wa kingono unaongezeka na zaidi asilim ya asilimia sabini ya watu waliojeruhiwa kwa silaha mwaka huu ni raia. Maelfu pia wameomba msaada wa kisaikolojia huku hali ya ulinzi ikizidi kuzorota. Yosef anazitaka pande zote zenye silaha kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kuruhusu upatikanaji wa huduma muhimu kama maji, usafi na afya. Na kuanzia leo tarehe kumi na nane inaanza wiki ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu usugu wa vijiumbe maradhi dhidi ya dawa. Shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO linaonya kuwa usugu wa vimelea, yaani hali ambapo bakteria, virusi na vijidudu vingine havidhuriki tena kwa matibabu, tayari unatishia mfumo wa afya, uchumi na uhakika wa chakula. Kwa kauli mbiu chukua hatua sasa, linda leo yetu, linda mstakabali wetu, WHO inatoa wito kwa serikali, wahudumu wa afya, wakulima, wadau wa mazingira na umma kuchukua hatua madhubuti kutekeleza ahadi za kisiasa ili kupunguza kuenea kwa maambukizi sugu ya dawa. Wiki hii inaendelea hadi tarehe 24 japokuwa kuwa uelimishaji umma kuhusu tatizo hili la usugu wa magonjwa ni jambo endelevu. Mwisho muktasari wa habari. Asante sana, Arnold Kayanda, kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye tutakwenda Bakiza, Zanzibar nchini Tanzania kwa mtaalamu wetu wa Kiswahili Dr Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo.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

unaelekea ukingoni mwishoni mwa wiki hii. Je, bara la Afrika limeenda na ajenda gani, na vipi wiki ya kwanza imekatika? Kuna walioyatimiza? Kufahamu hayo, ungana na Sabrina Said aliyezungumza na dr Richard Muyungi, mjumbe maalum kwa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na mazingira kutoka nchini Tanzania, ambaye katika mkutano wa COP 30 anavaa kofia ya kuliongoza bara la Afrika. Kwanza Dkt Muyungi anaanza kwa kueleza majukumu yake kwa Afrika. E, ni mimi ndiye mwenyekiti wa nchi za Afrika e, kwa maana ya wataalamu na mabalozi wanaosimamia masuala ya mabadiliko tabia nchi katika nchi zao. Mimi ndio mwenyekiti wao, na hili kundi hujulikana kwa Kiingereza kama African Group of Negotiators. Ni kundi ambalo limeanza muda mrefu, tangu mwaka 95 na leo, mwaka huu tunasherehekea miaka 30. Ukiwa kama mwenyekiti ambaye unawakilisha bara lenye nchi zaidi ya hamsini, ambazo zinatofautiana kiukubwa na kijiografia. Sasa unahakikisha vipi kwa maswala ya kila nchi ambayo yanahusiana na mabadiliko ya tabia nchi yanawakilisha ipasavyo? Kama mwenyekiti kiti, ninachofanya e, kwanza, e, ninasema kwa niaba ya Afrika. Kwa hiyo si kwamba nashirikiana tu, lakini mimi ndiyo msemaji kwa niaba ya bara ina maana ajenda zote za nchi za Afrika mimi ndio nasimamia. Tunajua ajenda kubwa muhimu e, kama tano ambazo zimetuleta. Tuna ajenda kubwa ya masuala ya fedha. Sasa ukisema ajenda ya masuala ya fedha e, maana yake ni kwamba e, ina upana wake. Tulichokuwa tunaangalia hapa ni mambo makubwa kama matatu: fedha kwa ajili ya kukamilisha ahadi iliyotolewa katika mkutano wa ishirini na tisa. E, ni jinsi gani nchi zitapata fedha zinazotosheleza kwa mahitaji yake. Tulikubaliana kwamba patakuwepo na roadmap ya kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2035 ifi nchi zitaanza kupata takriban dola trilioni 1.3 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, lakini wakati huo huo tulikubaliana Baku, kwamba nchi zilizoendelea zitatoa takriban dola bilioni 300 kila mwaka kukabiliana na matatizo ya mabadiliko ya tabianchi. Kwa hiyo ajenda tulikuwa tunaiangalia. Bahati nzuri hii sasa imekamilika na tayari tumekubaliana ni jinsi gani tutaangalia hii roadmap kwa, kwa miaka ijayo. Ajenda nyingine kuhusu fedha ilikuwa ni kuangalia ni jinsi gani tutaendelea kuweka fedha za kutosha katika mifuko na kuanzisha mifu, kuwa, kuhakikisha mifuko inaanza kufanya kazi. Kuna mfuko ulioanzishwa kwa ajili ya kuzisaidia nchi zetu kwa ajili ya kukabiliana na majanga tunaita loss and damage fund mfuko huu e, umeanza rasmi hapa. Tumefanikiwa wiki hii ya kwanza ku launch na tayari, kuanzia tarehe kumi na tano e, nchi zitaanza kupata fedha kutoka katika mfuko huu, zitaanza kuleta maombi ya kupata fedha. Wametoa e, dirisha la takribani miezi sita kwa ajili ya nchi kuleta maombi, na baadaye nchi zitaruhusiwa kupata fedha takribani dola milioni tano hadi milioni ishirini kwa kila mradi kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia hii bado, tayari ni mafanikio katika wiki ya kwanza. Na masuala mengine ya fedha ambayo tunaendelea nayo hayajakamilika, ni swala zima la kuongeza fedha kulingana na mahitaji. Katika mkutano wa Baku sisi kama Afrika tulitaka tupate takriban dola eh, trillion eh, tatu kila mwaka lakini tukaishia kupata bilioni mia tatu na tukaweka eh, roadmap ya kupata trillion moja point tatu tunachosema kuna mifuko ambayo inatakiwa iwekwe fedha, ambayo ni mifuko ambayo kwa sasa haina fedha za kutosha kulingana na changamoto zilizopo: Green Climate Fund, mfuko wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi au tunaita Adaptation Fund, na mfuko unaozisaidia nchi maskini duniani kuhimili mabadiliko ya tabia nchi au LDC Fund. Sasa capitalization au uwekaji wa fedha katika mifuko hii ni muhimu. Jambo lingine tunalolizungumzia hapa ni masuala ya just transitions au uhamaji kutoka matumizi ya nishati kwenda katika eh, nishati zisizojadidifu kwenda kwenye nishati mpya zitakazosaidia kupunguza gesi joto. Hili limekuwa ni jambo muhimu katika mjadala, kubwa tunaloliangalia ni jinsi gani hizi just transitions zitakuwa na faida kwa nchi zetu za Afrika. Moja ni kama kweli just transitions zitagusa masuala ya msingi ya bara. Moja ni kuhakikisha kwamba nchi za Afrika zinakuwa na umeme wa kutosha Pili ni kuhakikisha kwamba ajenda muhimu za Afrika hasa ajenda ya nishati safi ya kupikia inakuwa ni moja ya ajenda katika majadiliano ya just transitions, na tatu ni kuhakikisha kwamba eh, just transitions inatoa fursa kwa vijana kupata ajira na kutumia rasilimali za Afrika vyema kututoa tulipo, hasa rasilimali ambazo zinahitajika sasa kwenye kitu tunachoita critical minerals kwa ajili ya kuwa na teknolojia mpya zinazosaidia kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Swala la mwisho ambalo tunajadili tulionalo hapa ni swala la majadiliano kuhusu swala zima la kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Kama unafahamu, umekuwa na mjadala mpana kuhusu viashiria au indicators ambavyo vinaonyesha ni jinsi gani dunia itafanya juhudi za makusudi kuhakikisha kwamba nchi zinahimili mabadiliko ya tabia nchi. Viashiria hivi vimekuwa vikijengwa takribani miaka miwili. Tunatakiwa tukubaliane hapa ni viashiria gani na vina umuhimu gani kwa nchi zetu tunapojaribu kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa maana ya kuhimili mabadiliko haya. Huu ni mjadala mkubwa, hatujafikia mwisho, hatujakubaliana ni viashiria vitu vitumie, lakini tunaamini kwamba kabla ya mwisho wa mkutano huu hilo pia tutalikamilisha. Mkutano wa COP30 sasa unaelekea ukingoni. Uh, wewe sasa kama mwenyekiti, wito wako ni upi kwa dunia? Kwa dunia sisi tunaamini COP30 kama ambavyo tulikuwa tukiitarajia ni mkutano muhimu sana. Utafahamu kwamba huu mkutano unakuja miaka kumi baada ya kuwa na eh, eh, makubaliano ya Paris na ni miaka mitano kabla tujahitimisha ajenda tunazoziita sustainable development goals mwaka 20, mwaka 2030. Kwa hiyo wito kwa dunia ni kwamba eh, kama ilivyosemwa na kama inavyosisitizwa tuhakikishe kwamba e, mkutano huu hii COP ya 30 iwe ni mkutano wa utekelezaji, sio maneno tu, upatikanaji wa fedha kama tunavyoahidiwa, utekelezaji wa viashiria vya kuhakikisha kwa, kwa, kwa kwamba tunakabiliana mabadiliko ya tabia nchi pamoja pa na kuhakikisha kwamba teknolojia tunazipata kama tunavyozihitaji. Kwa hiyo uwe ni mkutano ambao utatoka na ma, maazimio ambayo ni ya utekelezaji zaidi badala ya kuwa na maazimio ambayo yanaturudisha nyuma kwa maana ya mazungumzo tu ambayo tumekuwa nayo kila mara. Basi ni kushukuru sana Dkt. Muyungi na, na kutakia kila la heri katika kuihangaikia Afrika uh, ili iweze kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwenu studio. Shukran sana Sabrina Saidi kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili leo. Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania, Bakiza, anafafanua maana ya matumizi ya neno upungufu. Upungufu ni hali ya kuwekwa kasoro katika kitu au jambo, na hili neno upungufu haliko katika, halina wingi wake Upungufu ni upungufu tu, na linakuwa katika hali ya umoja, na jambo hili linakadiriwa kuwa haliwezi kuhesabika. Kwa hiyo upungufu ni neno ambalo linaonesha kasoro katika jambo, mathalan inaweza kuwa kuna upungufu wa chakula eneo kuna upungufu wa maadili katika jamii, kwa hiyo huo hauwezi kuhisabika. Huwezi ukahesabu ukasema ya mapungufu. Shukrani sana Dakta Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Basi nami nakunja jamvi hii leo na tukutane tena Alhamisi ijayo. Kwa jarida lingine la video. Lakini kwa upande wa redio ni kila siku. Hivyo kesho Jumatano, utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na katika ukurasa wetu wa X, jina ni hilo hilo, Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu Habari za UN, inapatikana Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi, na kutakia amani na kwa heri kutoka New York Marekani.